Ibada na neno lake. Jina lake Mwenyezi Mungu na lipewe sifa. Wiki inayoanza leo tarehe kumi na mbili mpaka Jumamosi ya tarehe kumi na nane tutakuwa tukihudumiwa na Mchungaji Mary Mburu, lakini kwa leo mchungaji amepata dharura kidogo, tutakuwa naye kesho kuanzia kesho ndio tutakuwa naye lakini, kwa siku tu ya leo naomba tuweze kutafakari pamoja ujumbe huu hapa. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu ishie milele, asante kwa sababu unatupenda. Tunakuja mbele zako tukihitaji kusikia sauti yako katika neno lako, tunaomba utuongoze tuweze kulielewa neno la leo kwa jina la Kristo Yesu, amen. Kitabu cha Yohana sura ya 15 mstari wa saba toleo lile la Swahili Revised Union Version la mwaka elfu mbili na tano Biblia inasema ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Sasa hii sentensi ya huu mstari wa Yohana 15 mstari wa saba ina maneno ya kufanya na ina maneno ya kufanyiwa. Yesu anasema mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Anazungumza nini Yesu hapa? Ni kama anatuambia kwamba ili maombi yetu yaweze kujibiwa ili yale tunayoyataka kutoka kwa Mungu tuweze kuyapata, kuna condition tunaambiwa hapa kwamba ni lazima tukae ndani yake na maneno yake yakae ndani yetu, ndipo tukitaka kuomba lolote atatutendea. E, Sub, object, subject ya mstari huu ni neno la Mungu likae ndani yetu. Anachokitaka Yesu hapa kutuambia asubuhi ya leo ni kwamba majibu ya maombi ya mtu yeyote yanategemeana na hazina ya neno la Mungu lililo ndani ya mtu huyo. Naomba nirudie majibu ya maombi ya mtu yeyote, yani unapotafuta nafasi ukapige magoti kuomba, majibu ya maombi hayo utakayoyaomba mbele za Mungu, yanategemeana na ujazo wa neno la Mungu ndani ya moyo wako. Umejaza kidogo utajibiwa kidogo, umejaza kwa wingi utajibiwa kwa wingi, ukujaza kabisa ujibiwi kabisa. Kwa hiyo asubuhi ya leo, ninaomba tuangalie umuhimu wa kuwa na neno la Mungu ndani yetu. Ukisoma okay, kitabu kinachoitwa Testimonies to Church Testimonies to church. kile kitabu cha sita kurasa 393 kalamu iliyovuviwa inaandika Biblia ni sauti ya Mungu inayozungumza nasi kana kwamba kwa hakika tunaisikia sauti ya Mungu. Umesikia hilo neno, hilo, kwamba Biblia ni sauti ya Mungu inayozungumza na sisi, kwa masikio yetu, mhm, tunaisikia sauti ya Mungu. Tukilitambua hili, lipi hilo? Kwamba Biblia ni sauti ya Mungu. Tukilitambua hilo ni kwa hofu kiasi gani tungelifungua neno la Mungu? Ni kwa bidii kiasi gani tungejifunza maagizo yake? Kusoma na kutafakari maandiko kungechukuliwa kama kukutana na Mungu asiye na mwisho. Sasa unasikia maneno yanavyozungumza. Maneno na ni kama yanatupa condition na yenyewe kwamba Biblia ni sauti ya Mungu. Tukilijua hilo kwamba Biblia ni sauti ya Mungu, tungeifungua Biblia kwa hofu kiasi gani? Reverence. Tungeifungua Biblia kwa hofu kiasi gani? Namba mbili. Anasema, tungejifunza kwa bidii hiyo Biblia kiasi gani kwanza. Kwa hiyo kuna stepu hapo kwanza, kuna stepu ya kuifungua na kuna stepu ya kujifunza. Tunatakiwa kujifunza kwa bidii na kuifungua kwa hofu. Na anasema unaposoma na kutafakari maandiko au Biblia, ni kana kwamba unakutana na Mungu asiye na mwisho. Ngoja niwaambie kitu hiki, watu wa Mungu, asubuhi ya leo kwamba uwezi uwezi kumwomba mtu yeyote yakutimizie mahitaji yako, mtu ambaye hamfahamiani, mtu ambaye hamjafanya mahusiano vizuri tofauti na ombaomba omba. Hii dunia ni ajabu sana. Kuna watu wanaitwa ombaomba ombaomba, omba ndiyo watu majasiri sana duniani kuliko watu wowote. Maana ombaomba yeye atakinga mikono na kuomba kwa mtu yeyote, haijalishi wana mahusiano gani haijalishi alimuona hajai kumuona, haijalishi wanafahamiana wafahamiani, haijalishi anamwomba mtu hatari au mtu mwema. Omba omba ni watu hatari duniani, kwa sababu wanakinga mikono kwa watu wasiofahamu. Lakini kwako wewe mwana na binti wa Mungu unaelekezwa kwamba ili upige magoti kuomba kwa Mungu, hakikisha huyo Mungu alikwisha kuzungumza na wewe. Na Mungu anazungumza na watu wake kupitia andiko au katika neno lake, na unavyoisoma Biblia, Biblia hiyo ni sauti ya Mungu, ni neno la Mungu, ni maelekezo ya Mungu, ni maagizo ya Mungu. Unapoyasoma ayo maagizo ayo maelekezo hizo hizo sheria eh, hilo neno la ushauri wa Mungu linajaa ndani yako, na linapojaa ndani yako unapata ule ujasiri wa kusema sasa unachokihitaji. Na unajua watu wa Mungu kwa nini waliosoma neno la Mungu na kulielewa, wana ujasiri wa kuomba? Kwa sababu unaenda kumwomba Mungu kulingana na alivyoahidi kwenye neno lake, na hivyo itakuwa ni ngumu sana kwa mtu ambaye hujasoma neno la Mungu alafu unapata ujasiri wa kupiga magoti na kuomba. Swali ninalokuuliza unaomba nini? Unaomba nini? Na ndiyo maana wiki hii, wiki hii tunaenda kuwa na somo zuri sana linalosema si kila kitu kinawezekana kwa Mungu. Sikiliza vizuri, licha ya kwamba Mungu ni muweza wa yote, lakini hayawezekani yote kwa Mungu na ili ujue ni kitu gani kinawezekana kwa Mungu na ni kitu gani hakiwezekani kwa Mungu, lazima uwe umesoma neno la Mungu. Na ukilisoma neno la Mungu, hilo ndo linakueleza kwamba ukikiomba hiki utapewa, ukikiomba hiki utapewa, ukikiomba hiki hiki, ukikiomba hiki Mungu akupi, ukikiomba hiki Mungu hatajibu ukikiomba hiki Mungu atakujibu, ukikitaka hiki utapewa, ukikitaka hiki Mungu hatoi hicho, maana hawezi kutoa hicho. Sasa wale wanaoenda kuomba kila kitu kwa Mungu bila kulisoma neno ili kuelewa Mungu anataka nini, ndiyo tunaita leo limbukeni wa maombi. Kule duniani kuna kitu kinaitwa limbukeni wa mapenzi. Huku kwenye maombi kuna watu wanaitwa malimbukeni wa maombi. Kwa nini? Kwa sababu wanadhani Mungu anajibu kila ombi, wanadhani Mungu anajibu kila kitu, na huu mstari tutauona kwenye hii wiki tunavyoendelea anayekuja kuisimamia mchungaji kwamba Yohana kumi na tano saba, unasikia hiyo sehemu ya mwisho inasema ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Unasikia, kwa kaneno mtakalo. Ni matatizo ya utafsiri wa Kiswahili. Siyo kila kitu Mungu atajibu, siyo kila kitu. Kwa hiyo ukilisoma neno la Mungu, neno la Mungu litakueleza kwamba hiki utaomba utajibiwa na hivyo baada ya wiki hii kuisha, kuna maombi utaacha kuyaandika kwenye platform hapa, kwa sababu utajua Mungu hayo hawezi kujibu, kama kweli wewe ni mwanafunzi wa neno la Mungu. Kuna mambo ukiomba Mungu hajibu, kwa hiyo utajua kuwa jambo fulani, nisipoteze muda kuomba, alitoka katika majibu ya Mungu. Ndio maana asubuhi ya leo napenda niku ni kusaidie uelewe angalau kwa utangulizi kabla hujaendelea uja kesho na mchungaji, kwamba unapoiendea Biblia iendee kwa maombi, kwa sababu utu wetu hauwezi kupokea mambo ya rohoni. Sikiliza vizuri kaka sentensi, utu wetu wa kale hauwezi kupokea mambo ya rohoni. Hata hapa navyozungumza kuna mtu anasema kuna mtu anasema mchungaji, unakosea, Mungu anajibu kila ombi. Kuna mtu hapa anawaza kwa nini? Kinachokufanya uwaze hivyo ni utu wako. Utu wako hauwezi kupokea mambo ya rohoni. Mungu sio Mungu hawezi kujibu kila kitu. Kuna vitu Mungu hawezi kufanya. Ukae wiki hii nzima, ujifunze ni vitu gani Mungu anajibu na ni vitu gani Mungu haajibu na hayo majibu utayajua ikiwa utakuwa mwanafunzi mzuri wa Biblia. Ndiyo maana what starts, kipi kinaanza kati ya kupeleka haja zako kwa mungu na kusoma neno la Mungu? Kinachoanza ni kusoma neno, ili unapopiga magoti udai ahadi za mungu zilizo kwenye neno lake. That is prayer. Prayer Asking God's promises from his word. Maombi ni ku, ni ku, ni ku, ni kudai ahadi za Mungu zilizo kwenye neno lake. Hayo ndio maombi, ila sasa <laughs> Mungu atusaidie sana, Mungu atusaidie sana. Watu wasio na wasioelewa neno la Mungu, wao wanaenda kumwambia Mungu kila kitu kila kitu na ndiyo maana listi ya maombi yako ndefu haijawahi kujibiwa tangu umeomba huko PF mpaka leo, unatazamia kupata wajukuu. Kuna maombi Mungu hawezi kujibu na hajajibu mpaka umepungukiwa na imani, unawaza Mungu kumbe huwa hajibu maombi. Shida sio Mungu, shida ni wewe. Maombi ujadai ahadi za Mungu zilizo kwenye neno lake, ila unadai tamaa ya moyo wako Mungu akutimizie. wa Mungu hawezi kutimiza tamaa ya moyo wako, Mungu anatimiza ana ahadi katika neno lake. Ukawepo wiki hii nzima, ndio utaelewa hiki nachokizungumza asubuhi ya leo. Kwa hiyo utu wako hauwezi kupokea mambo ya rohoni na kamwe utu wako hautayapokea kwa hivyo uende kwa kwa yani, nenda kuisoma Biblia ukiwa unaelewa kwamba kuna mambo Mungu hawezi kujibu, na hivyo unyenyekezwe na neno la Mungu ili unapoomba ujue Mungu hawezi kujibu vitu fulani vya maombi yako. Ndiyo maana hapo hapo ninamalizia kwa kusema kwamba lazima uwe mnyenyekevu lazima uwe mnyenyekevu unapoenda kulisoma neno la Mungu, lisome kwa unyenyekevu. Na unapolisoma neno la Mungu kwa unyenyekevu, kuna kitu tunakiita ensijesis. Ensijesis ni nini? Ens, jesisi, ni kuilazimisha Biblia ikubaliane na mawazo yako, yaani wewe unakuwa na vimawazo vyako, alafu unailazimisha Biblia ikubaliane na mawazo yako. Na ukiendea Biblia ukiwa na mawazo kwamba isapoti mawazo yako, yaonekane mawazo yako ni ya kiBiblia, wewe tayari umeua, umeharibu. Iache Bibilia ijieleze yenyewe na udai kile tu kilicho kwenye neno la Mungu. Utaona majibu ya maombi yako yanajibiwa kila leo, kila leo, kila leo. Kwa nini? Unadai ahadi za Mungu zilizo kwenye neno lake, unadai ahadi za Mungu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu limejaa ndani yako, limejaa ndani yako. Kwa hiyo ukiamka asubuhi, unaomba sawa sawa na mapenzi yake. Ndio maana Biblia inasema mapenzi yako yatimizwe, mapenzi mapenzi yako yatimizwe. Yesu akasemaje? Si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Haleluya, haleluya! Si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Mungu akujibu ombi la Yesu la kutaka kuondolewa kikombe, kwa sababu kuondolewa kikombe hakumo kwenye neno la Mungu, ila kwenye neno la Mungu kumeandikwaje Tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yesu anapopiga magoti, anaomba anasema, kikombe hiki kiniepuke, na anaomba mara tatu. Alikuwa anaomba kinyume na neno la Mungu, ila anapofika mwishoni akasema, si kama nitakavyo mimi, bali mapenzi yako yatimizwe. Ni kama Yesu anamwambia Mungu, si kama ninavyotaka mimi, bali ahadi za neno lako zitimizwe. Na ni kweli ahadi za neno la Mungu zilitimizwa kwa Yesu kufa msalabani. Uwe na asubuhi njema, endelea kufuatilia somo hili vizuri wiki hii, kwa jina la Yesu amen. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, uishie milele, asante kwa kuwa unatupenda. Neno lako ni taa, neno lako ni hazina neno lako limejaa ahadi za majibu ya maombi yetu. Inakusihi wiki hii, tusaidie wana na binti zako tuelewe maana ya kuomba na maana ya neno lako, mahusiano yake na maombi yetu. Kwa jina la Kristo Yesu, amen.